Wito wa wanachama na mashabiki wazee wa Young Africans juu ya walichokizungumza kufuatia hivyo, bana, tumeamua kuja kumtafuta GB 64, yeye analipila kuzungumza baada ya kuona taarifa na maneno yaliyozungumzwa katika wito ule. GB, uko sawa sawa? Mi niko sawasawa, hmm. Tumeshuhudia e, wananchi wa Young Africans wamekusanyika katika e, makao makuu, wazee na wanachama wakiendelea kusisitiza juu ya kauli yao ya hatuchezi ngoo. E, watu ndio waamini kuwa Yanga wako serious, na kauli tata ambazo zimesikika pale. We ni miongoni mwa watu ambao walifuatilia e, mazungumzo ambayo yaliendelea pale, una lipi la kuzungumza kuelekea katika mchezo unaokuja ambao wao wanasema hawautambui na waufahamu na haupo kabisa? Ha, unajua mimi nilishamaliza, nilishaongea kwamba if we want to transform these clubs, yani Yanga na Simba, so we must transform theirs first. Lazima tujitransform sisi kwanza, uwezi ukafanya mabadiliko, umeelewa, wakati wewe mwenyewe bado hujabadilika. Yani unataka uipeleke timu iende katika digital form, alafu wewe bado uko kwa analogi analogi, yani inakuwa ngumu. Yani Yanga wanaonyesha madhaifu, yani bado wako katika Yaani situation zao zile zile za miaka ya nyuma huko. Yaani mpira ule wa kizamani ndio sasa hivi bado wanaendelea nini? Wanaendelea nao. Swala la kuahirishwa mechi ni vitu vya kawaida, especially hii ni mechi ya dabi. Mechi ya dabi inakuwa na tension nyingi. Umeelewa bwana? Na vishatokea sio mara ya kwanza kutokea. Kuahirishwa mechi ya dabi hii takriban mechi ya 14. Si umeelewa? Sasa kama watu wangekuwa wanaweka misimamo kama hii waliokuwa nao wao mpaka sasa hivi na maana mpira wetu ungekuwa wapi? wanacho eh, hitaji wao, si kwamba wanagomea kucheza eh, mechi ya uh, dabi ya Kariakoo. Wanachohitaji bodi ya ligi itoke hadharani na kudhihirisha na sababu za msingi zilizopelekea mpaka mchezo wa tarehe nane kughairishwa ambao ulipelekea hasara kubwa kwa upande wao, kama ambavyo wanaeleza. Kwa nini wagomee wa, wa mechi moja? Sawa, bodi ya ligi hiyo hiyo, si ndio inaopanga ratiba nzima? hmm. Tangu yaelishwe mchezo wa dabi ulikuwa namba mia moja themanini na nne kuna michezo mingapi Yanga ambayo kaendelea kucheza? Mingi, si ndio? Yeye alitakiwa ilivyofanyika hichi kitendo, alitakiwa pale pale agomee na ligi yenyewe yote, kwa sababu yote sina bodi ya ligi sio ile. Wao walitakiwa shinikizo wake pale pale, atuchezi ligi, sio atuchezi mechi moja. Awa, anaiogopa Simba? Si umenaelewa? Walitakiwa wasicheze mechi zote, si umenaelewa? kama Simba alivyoweka msimamo katika taarifa yake kwamba hatutoendelea na ligi kama hata ili swala litatafutwa nini ufumbuzi, na wao walitakiwa waseme hivyo hivyo, si umeelewa? Lakini swala la kugomea mechi moja hii inatupa ukakasi, tunashindwa kuelewa kwa nini why, ugomee mechi ya Simba tu, unamwogopa nini Simba? Anasema ndio mechi pekee iliyoleta dosari na doa, na ndio maana pekee, ndio walioigomea, ndio mechi pekee iliyoleta, na ndio maana pekee aliyesababisha ni nani? Si bodi ya ligi si ndio? Na anayepanga hizi mechi zingine ni nani? Unatakiwa sasa mechi zote ugomee, ili ulete shinikizo, kama wajiuzulu, kama hizo sababu wangezitoa kwa sababu, ingeleta shinikizo, mechi saba nane, ina maana mpaka sasa hivi ligi ingekuwa kama imefanya nini? Imesimama. Lakini wewe unaenda unafanya nini? Unacheza mechi zingine tena very comfortably, unapata matokeo. Lakini hii mechi ambayo unaona una wasiwasi nayo, kwamba hii mechi ndio mechi itakaoamua nani awe bingwa ndio mechi ya wewe kuvuliwa ubingwa, ndio wewe unaigomea. Kwa hiyo hawa wanaiogopa Simba, sio kama wanaogopa wana wanashinikizo wana lolote kwa bodi ya ligi. Hapana, hawa wanaiogopa Simba. Wanaonekana wanaonekana kujiamini sana. Moja kati ya vitu ambavyo watu wamezungumza, yawezekana Young Africans wanaweza wakachukua jukumu e, baada ya Simba kupewa alama, iwapo wasipotokea siku ya tarehe 15, wanaweza wakachukua jukumu la kupeleka kesi za mpira kuzipeleka katika mahakama za serikali. Aa, hiyo sasa watajua wao. Umenelewa hiyo watajua wao kwa sababu mimi ninachokifahamu kasi walishakwenda wamerudishwa wakaambiwa nendeni mkacheze nini mkasikilize chombo chenu cha mpira ambao ni TFF. Na TFF ndo wakatoa baada ya ile kesi kushindwa Yanga ndo wakapanga tena tarehe ya mechi ambayo ni tarehe kumi na ngapi? Kumi na tano. Kwa hiyo hawawezi wakarudi tena kasi kama watanyanganywa point. Hivi kati ya Yanga na National Ahli nani mkubwa? National Ahli. National kunyanganywa point tatu akapoza Maleki. Juventus na Yanga nani mkubwa? Juve hajashushwa daraja sasa Yanga nani? Inter Milan na Yanga nani mkubwa? Inta ya kunyang'anywa point kumi na sita misimu miwili, si umeelewa? Kwa hiyo kuna vitu wasikalie kimazoea, mazoea kwamba sisi bila sisi ligi haichezwi. Bila wao ligi inachezwa, bila Simba ligi inachezwa. Wanasema wanataka kukomesha mpira wetu wa, wa Tanzania na wanataka kufundisha kitu juu na wamesema iwapo E, watu tutulie, watu watulie, tarehe kumi na tano watakwenda kutoa majibu rasmi na ndio mwisho wa ligi hii, mwisho wa ligi kwamba ligi ita <laughs> sasa haichezwi au hawachezi. Hakuna viongozi wenye akili pumbavu kama akili za kwao. Umeelewa, viongozi wa vilabu vingine wanajielewa wa, wa, na ndio maana mpaka sasa hivi ligi imeendeshwa vizuri mpaka sasa hivi inaelekea ukingoni. Si umeelewa? Wao waache uoga, wao waje. Wao wanasema Simba mbovu. Waje waione Simba mbovu wake uko wapi? Simba sikafungwa na Singida? Simba si mbovu. Waje waione Simba. Umeelewa goli tatu. Sasa wanachoogopa nini? Kwa hiyo mimi ninachoona kwamba wao bado wako kwa analogi analogi. Sisi sasa hivi huko tushahama. Na ndio maana nawe Daisy unaona hata makampuni makubwa kutengeneza jezi wanakuja. Kwa sababu hata ukiupeleka mpira mahakamani tukija tukafungiwa tusicheze mashindano ya kimataifa anayepata hasara ni nani? Hata wao tena, wao ndo watapata hasara zaidi, kwa sababu wao wana mkataba wa mauzuri na Azam miaka kumi. Umeelewa? Kwa hiyo wao ndo watawatia mabosi wao wazamini wao nini, hasara sio Simba, sio. Umeelewa? Kwa hiyo kikubwa, waache ujinga, waje wasiogope, wasimwogope. Mpanzo, mpanzo ni mchezaji wa kawaida tu. Mtare mchezaji wa kawaida, Mkwala mchezaji wa kawaida, alafu kila anavozidi kuchelewa Simba inazidi kuwa ya moto, anazidi kupata na yale mapumziko ya kuelekea hey. Kwe, e, katika mchezo e, baada ya wekundu wa Msimbazi kuposti e, ratiba ya michezo, mechi inayofuata kwa maana kwamba maandalizi dhidi ya watani wao Young Africans nao wakatoka hadharani na kuposti ratiba inayofuatia dhidi ya wajera jela Tanzania Prisons mnamo tarehe 18. Mechi mechi itachezwa vipi? Watu wanajiuliza maswali, na wengine wakihitaji kukata tiketi, lakini bado hawaelewi nini kinafanyika. Hivi maandalizi wanaoyafanya Yanga wao, naamini anajiandaa kwa prison. Hizi ni mind games zao

watangaza vingilio, nani atakayelipa tena kiingilio? si tunasubiri tarehe ya mechi, hela zetu wanazo wao wow. Umeelewa, mwenelewa hela yani zetu wanazo wao wow. Mimi tiketi yangu ya nayo na nao naenda kuitumia hiyo hiyo kwenye naenda kuitumia hii, kwani mechi imechezwa? mechi si imeahirishwa? mechi imeahirishwa, maana yake tiketi zetu tumeambiwa tutunze, zitaenda kutumika. Eh uh, lai na onyo na msisitizo mkali kwa wanachama na wazee wa Young Africans, wanaeleza kwamba engineer Arafat Haji na viongozi wote wa Young Africans atakayehusika kudhubutu na maandalizi ya mchezo milango iko wazi kwa maana ya kwamba awapishe na awachie timu yao, na wananchi tunafahamu, wanachama ndio wenye timu yao. Mi naona wanamweka katika wakati mgumu injinia injinia, kwa sababu injinia ndio alopeleka kesi kasi na kwenda kule, amefeli na yeye ndio mwenyekiti wa vilabu sawa, eh umoja wa vilabu barani Afrika. Yani ataonekana ni mjinga tena ni mpuuzi kama hatoipeleka timu wapi? Uwanjani. Kwa hiyo injinia, mimi naamini kwa kwa ubora wa uongozi aliokuwa nao na sifa aliokuwa nayo sasa hivi barani Afrika anaaminiwa na viongozi wa kafu na mpaka viongozi wa FIFA wanamjua. Sidhani kama atakubali timu isiende wapi isiende uwanjani. Umeelewa? Yani ni sawasawa akajivua nguo. Kwa hiyo mimi ninaona kabisa kwamba lazima atapeleka timu uwanjani. Kama kumfukuza, sasa watamfukuza wao, lakini injinia timu wataipeleka. Alisema ya kwamba bingwa msimu huu hapatikani kwa kubebwa, bingwa msimu huu hapatikani pasina kucheza dabi, bingwa msimu huu na dabi haiwezi kachezwa pasina wao kupata sababu za msingi. Wanaweka kwenye wakati mgumu, watu wanashindwa kujua lipi lifanyike, ili kuhakikisha kuwa ratiba inakamilika msimu huu. Unajua Yanga anachokiogopa unakifahamu? Anachokiogopa Yanga, Yanga anachokiogopa ni swala la kuvuliwa ubingwa yeye kwa mfano kama ingekuwa labda Simba amemzidi Yanga pointi 4 au yeye amemzidi saizi ingekuwa mechi isha fanya nini? Ishachezwa. Lakini Yanga anachohofia pointi ni moja. Simba kama tungedondosha pointi zingekuwa pointi 4 au 5. Moja kwa moja mechi ingechezwa. Lakini anachoogopa yeye, Simba viporo vyake vyote kashinda. Tofauti ni pointi moja. Ina maana hii mechi ndio inaenda kuamua nani awe bingwa. Na yeye anajua kabisa kwamba msimu Simba hawezi kukubali, lazima achukue ubingwa. Sasa ili Simba achukue ubingwa lazima amfunge Yanga. Sasa tuna tunamfungaje Yanga? Ndio Yanga anachoogopa, kwa sababu anaona kabisa hapa sisi tunaenda kuvuliwa nini, ubingwa. Sasa kitendo cha kuvuliwa ubingwa na mtani, yani afungwe na ubingwa avuliwe, ndio anachokiogopa Yanga, hmm. Ndio maana anagoma, atafungwa na ubingwa kuvuliwa. Na ndio maana yuko tayari Simba achukue ubingwa, achukue pointi tatu za mezani, achukue ubingwa mezani, ili anusuru nini, anusuru yake lakini kikubwa anajua kabisa kwamba ubingwa Simba anaenda kuchukua kwenye mikono yake. Moja kati ya taarifa ambayo inaendelea kupenya na kushika atamu ni kuhusiana na Eliel Mpanzo, baada ya mchezo kumalizika eh, dhidi ya Singida Black Stars, wengi wanathibitisha ya kwamba tayari alionekana wakati wa kuingia na wakati wa kutoka hakuonekana, ni kama anapitia mgongo wa Singida tayari kutua maeneo ya kijani na njano, kwa maana ya kwamba wananchi wa Yanga Africans wanasema Mpanzo ni wao na wanatamba naye wanatambanaye kuzungumza juu ya wale wengine na ubaridi dhidi ya taarifa hii ah, kwani Yanga wakimwona mchezaji mzuri wa Simba wanaacha kupigapiga kelele na kumsajili kwa kutumia midomo yao. Umeshuhudia hata kwa chama chama, misimu saba misimu yote wanamsajili wao, ligi ikianza watamleta kwa mkopo. Mwenelewa, kwa hata mpanzo hayo, washaanza kumsajili, ligi ikianza, mpanzo utamwona yuko Simba kwa mkopo, ataendelea kucheza Simba. Mm. Eh, Simba mpanzu ni mali ya Simba miaka miwili tena, sasa hivi anabosi anataka kumongeza tena miwili mingine iwe minne. Mm. Mm. Miwili mingine, iwe minne. Okay, neno lako la mwisho GB juu e, ya taarifa mbalimbali zile ambazo zinaendelea na washabiki wa Simba umeweza kuzungumza mengi na umeweza kufafanua mengi. Neno lako la mwisho kwa wapenzi wa soka nchini Tanzania na kufuatia mchezo unaofuatia wa tarehe kumi na tano dua ziendelee sawa, dua ziendelee na kwa Simba niliwaambia wanywe mtori nyama watazikuta chini, na hii imeziilisha. Msimu huu tumekwenda mpaka fainali, tunatengeneza timu lakini tumefika fainali, tunatengeneza timu lakini tumefanya nini Tume tuna mpaka sasa hivi tunashika nafasi ya pili kwenye ligi tofauti ni pointi moja na mtani anatukimbia. Yani ndio ujue kwamba Simba tutakuwa na timu ya aina gani. Kwa msimu unaofuata sisi ni kufanya maboresho. Mwakani atutengeneze timu. Mwakani tunafanya nini? Maboresho ya kikosi chetu tutakuwa na timu bora zaidi ya timu hii ya mwaka huu. Kwa kikubwa wanywe mtori, nyama atasikuta chini. Mtani lazima afe tarehe 15 na asipokuja ndio tunatangaza ubingwa siku hiyo hiyo. Tena TFF waje na kombe letu uwanjani. Kwa kanuni, eh? Kikanuni? Ha, so kikanuni. Kanuni vipi na wakati akakimbia kanuni? Maana yake labda tumefungana kila kitu alafu kuna kanuni naamua. Sheria. She, sheria hiyo sheria. Sumenelewa. E, ni GB 64 alikuwa akizungumza e, na amehakikisha ya, ya kwamba e, wasiogope waje uwanjani ili waweze kushuka dimbani kukamilisha ratiba e, ya mechi ya dabi ya kali yako ambayo ya ilishindikana kuchezwa tarehe nane. Langu jina ni Jeva Othman Super Bowl kutokea la j, tawi ambalo anapatikana GB 64, abana ni kuambie tu kwa taarifa zinazofuatia. Usisahau kubonyeza neno subscribe maneno ambayo yako chini ya video hii. Sina la ziada na bye bye, mpaka wakati mwingine tena amana huyu ukiwasha data tu naperuzi, tukutane hapo chini kwenye comment section.